Anaandika Zuchu kupitia ukurasa wake wa Snapchat ujumbe ambao umebeba hisia nzito sana kwa kila ambacho kinaendelea sasa hivi. Tunafahamu recently alitoka kuachia wimbo wake ambao unafahamika kwa jina la Reason. And of course, ule wimbo mpaka sasa hivi ni zaidi ya siku tano, lakini haujafikisha views hata laki mbili kitu ambacho sio cha kawaida kwa upande wa wasanii wakubwa au wasanii wa A list kama msanii uh, Zuchu of course, tunafahamu promotion ilikuwa ni kubwa sana, amejitahidi sana lakini, kwa kampeni ambayo inaendelea sasa hivi, tunafahamu ni ngumu sana kwa watu kuweza kusapoti hawa wasanii, na nadhani inatokea kutokana na kila ambacho Uh, watu wengi wamekuwa kidai kwamba walikuwa na vimba sana na kujiona kwamba wana mashabiki kimataifa, kwa hiyo mashabiki wa Bongo sio watu wa kuwazingatia sana. Sasa finally kilichoweza kutokea sasa limemfanya Zuchu akaandika e, ka ujumbe fulani hivi kazito ambako kamebeba maumivu fulani hivi makali kwa jinsi na namna ambavyo ameweza kuandika ule ujumbe alafu kiangalia jinsi ngoma yake ambavyo inaenda mpaka sasa hivi. Sasa amewatuhumu watu ambao sidhani kama alikuwa sahihi au vipi. Nitakusomea ka ujumbe hapa, alafu utaniacha comment yako kutokana na hiki ambacho Zuchu ameweza kukiandika, lakini kabla sijakusomea kwa ujumbe, mimi ni kukumbushe, naomba tumie sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho wewe utakomeza kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabi Official, hii ni Bongo Vibe. Sasa kupitia ukurasa wake wa Snapchat, Zuchu ameposti picha yake akiwa amenuna, akiwa amenuna kwa kweli, alafu akaandika kwa ujumbe aka chini ya hiyo picha, anasema hii sio bure jamani, punguzeni kuroga Sina shida na mtu ila mpaka uh, mpaka wimbo wangu mnaologa. Akaweka emoji fulani hivi ya kuhuzunika, anasema nimewakosea nini mimi, go and stream reason in all digital platforms. Yani, hapa Zuchu alichomaanisha ni kwamba watu wameroga, ndio maana wimbo wake hauendi. Of course ni mara ya kwanza kabisa kwa Zuchu kukutana na kitu kama hiki, I don't know kama ama kukutana nacho kwa siku zote hizo kwa muda ambao wimbo wake umekaa mpaka sasa hivi Ingekuwa ni nyimbo zilizopita, hali ingekuwa kawaida, tukawa tunashuhudia sasa hivi kwamba pengine huko karibia milioni na kitu, au pengine hata laki nane streams au uh, views pale mjini YouTube zingekuwa laki nane au atakuelekea milioni kabisa, lakini imekuwa tofauti kabisa, kitu ambacho kimewacha watu wengi sana wakawa surprised na kuona kwamba Zuchu sasa alipofikia, atambue kwamba kumbe kweli watu wamekasirika, watu hawataki kabisa kusupport wasanii ambao kipindi cha shida walikuwa wanajali matumbo yao na kukaa mbali zaidi na mashabiki ambao wamekuwa wakiwafanya wao wakiwa wanakula, lakini pia wao ndio wamekuwa wakiwafanya wakipata chochote kitu na maisha. Na kwa naenda sasa kwa hiki ambacho ameweza ukisema Zuchu kusema kwamba watu wanaroga na ndio maana kipi cha kumuambia, labda wasanii wengine tulitegemea kwa jina la Diamond, uwepo wake pale moja kwa moja lazima ngoma ingeenda viral, lakini imetokea hivi. Je, yeah, vipi kuhusiana na wasanii wengine ambao vingine, wow, wao hawana tuseme e, sauti kubwa am, hawana e, nguvu kubwa ya kuweza kuwapush kama vile iliyoko am, kwa Zuchu ambaye mpaka sasa hivi tunaona hali ilivyo hivyo, unadhani nini kinachoweza kutokea, na comment yako ni ipi kiujumla kuhusiana na hili swala? Niambie kwenye comment section hapo chini ya hii video, lakini muhimu zaidi, usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates.